Kisha nikamwona mwanakondoo anavunja mhuri mmojawapo wa ile mihuri saba. Nikasikia mmoja wa wale viumbe hai wanne akisema kwa sauti kama ya ngurumo, njoo. Mimi nikatazama na kumbe, palikuwa na farasi mmoja mweupe hapo, na mpanda farasi wake alikuwa na upinde, akapewa na taji. Basi akatoka kama mshindi, aendelee kushinda. Kisha Mwana-Kondoo akavunja mhuri wa pili, nikamsikia yule kiumbe hai wa pili akisema, njoo. Nami nikatazama na kumbe palikuwa hapo farasi mwingine hapo mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani, watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. It was war. He's the one who sets people killing each other.

Kisha Mwanakondoo akavunja mhuri wa nne, nikamsikia yule kiumbe hai wa nne akisema, njoo! Nami nikatazama, na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu, na jina la mpanda farasi wake lilikuwa Kifo, na Kuzimu alimfuata nyuma. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Kisha nikatazama nikaona umati mkubwa, watu wa watu wasiohesabika, watu wa kila taifa, ukoo, jamaa na lugha. Nao walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo, wamevaa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao, wakapaaza sauti: Ukombozi wetu watoka kwa Mungu wetu waketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa mwana kondoo. Malaika wote wakasimama kukizunguka kiti cha enzi. Wazee na wale viumbe hai wanne wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi. Wakamwabudu Mungu wakisema, Amina. Sifa, utukufu, hekima, shukurani, heshima uwezo na nguvu viwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina.